Hello, mashabiki zetu wa Ydon Platform bwana e, tuna jambo kubwa sana see metuletea bonge moja na surprise bonge moja na zawadi. Hii hapa ni tuzo ya silver button ya YouTube kwa kutimiza subscribers laki moja bwana ikuwa rahisi. Hii ni kubwa sana na hizi ni juhudi zetu pamoja na familia yangu, lakini pia ni nyinyi mashabiki zetu, kwa sababu bila nyinyi tusingeweza tusinge kufika hapa bwana tunawashukuru sana kwa kutuonyesha ushirikiano tangu mwanzo mpaka kufika hapa, subscriber laki moja. Ese, sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Mimi ah. sina la kuzungumza sana zaidi ya kutoa shukurani kwa nyinyi mashabiki zetu ambao mnatupenda na mmetufanya tuwe hapa. Sasa ningependa niifungue hii tuzo yetu ili muweze kuiona. waone kabisa kwamba hawa ni watu laki moja. Oh, na crew yangu nzima ya Ydon Platform, hatuishia hapo, tunaendelea kuonyesha ushirikiano kwa pamoja, nyinyi mashabiki zetu pamoja na sisi uh, tunawakaribisha tarehe 25, siku hiyo bwana, tutakata keki kwa kutimiza subscribers laki moja. Mimi hapa director kanista producer na pia ndo director wa Ydon Platform, tunawakaribisha sana, ni hapa hapa Chamazi ofisini tarehe 25, walokwepo da jamani kwa wengine, tunawapenda lakini najua yani kama una uwezo, karibu bwana. Asamunju Santana, karibuni sana ndugu zangu kwenye kukata keki yetu pamoja Ndugu yangu usipokuja mtaniuzi. Tunashukuru kwa support yenu, kitu pekee yeah, tunachoweza kuahidi ni kazi kali. Msikae tu mbali na sisi, muendelee kutusupport kama mlivyotusupport kuanzia siku ya kwanza mpaka hapa tulipofikia. Ah, Mustafa baba, nafikiri kabla kuongea wenzangu wengi sana. Kwa hiyo ni tarehe 25, tukufuata kila ambacho mkiongea, ni wewe na mdomo wako the name of Jason. Tunawashukuru sana mashabiki zetu kwa kututumizia wafuasi laki moja. Pia tunawakaribisha tarehe 25, tutakuwa na pati hapa kwa ajili ya ili jambo. Unajua sio jambo dogo kwa tunawashukuru sana, karibuni sana pia, asante. Sisi tuna imani na na nyinyi, mna imani na sisi, tuomba tufikishie subscribers bilioni 1 <laughs>